Mana Urundi ni nchi ambayo inatutiganisha pembeniaent, na wao ndio wanakua leo wanaweka adiu <coughs> nyingine ambao ni fflr zinakuwa kuli nyingi <coughs> na zinaorganize wao wenyewe huko ili wawezi kutukimiizwa. Tutiganisha kule ndio kunatoka ataki zote ambao zinaenda zinaua population yetu ya o platau ya jeshi yao huko ndio kuna kwa intelligence service za Congo ambao zina monitor hiyo sekta yote na zinapangia watu zinapana simple kwa kwa zile drone za DRC government zile drone, alafu zinaenda zinaua watu. Hatuna uhusiano hata moja na DRC ya kulitona Burundi, lakini perspective na perspective yetu ni ya maongezi peke yake. Tunawaza kwamba doa ikimaliza vita hawa watu watatoka na wanaenda kwao, maana sisi hatuna shida na Warundi. Warundi ni wandugu zetu, lakini kunakuwa siasa mbaya ya Burundi, ya viongozi wao ambao wanatuma wana, wana, wanatumikisha jeshi yao kuua wao na sisi hatuwezi kusupporti government kama hiyo ambayo inafanya vitu kama hivyo. Kitu ambacho tunawaomba ni wakuweza kutoka mweneo ya nchi yetu, watuache kama sisi na DRC, na DRC government tuongee, tumalize shida, wafanye kama vile SADC ilifanya kuwithdraw forces zao. Hiyo ndio tunaomba, maana leo option ambayo inakuwa ni kusema wakongomani wao wenyewe wamalize shida katikati yao wenyewe. Ndio maana tunaomba hiyo force ya Burundi itoke hapo. Warundi, Burundi, sisi hatuna hata hata nia moja ya kwenda kule kwao, hatuna hata nia moja. Sisi tuko kwetu, tunajipigania sisi wenyewe, tunajihami na hatuna nia mbaya kwa hiyo nchi Tunadhani warundi ukule, wako na shida zao kule, wanapusha kuzimaliza wao wenyewe, lakini hatutaki warundi wakuje kuwa raia yetu ndani ya nchi yetu. Hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kuambia government ya Burundi watusaidie. Mimi nilifika hapo mara nyingi na nilikutana na rais wa Burundi, mbele hivi vitu hii, mbele wakuje kujiingiza ndani ya vita, na nilimwelezea shida zetu na yeye mwenyewe aliniambia, anasema, ninaona hii ye shida yenu inafanana shida ambayo sisi tulikuwa nayo sisi kama CNDD FDD, na hiyo hiyo shida ndio ilituma na sisi kama CNDD FDD kuanza vita ndani ya nchi yetu. Aliniambia hivyo. Sasa kwa nini leo anakuja kufanya mzororo, anakuja kuku, kuleta shida ndani ya nchi wakati yeye mwenyewe wa anajua kwamba vitu ambavyo tunapigania ndio wao wenyewe pia walipigania. Alafu naomba ajue kitu kimoja, iwe Burundi iwe Rwanda iwe Uganda, gavumenti ambayo zinakuwa hapo zilitokana na ubaguzi, ni watu ambao walibaguliwa kwao na hiyo government ambayo iliwabagua ilipigwa ikashindwa vita na wale ambao walibaguliwa walikamata madaraka. Nataka kumkumbusha hiyo swali haijue, na hiyo swali pia rais Museveni kuna wakati aliisema huko Kinshasa, wakati walifanya meeting yao ya mechanism hiyo ya ya implementation ya agreement ya e framework ya ya Adis Ababa, Museveni alisema, ujue kwamba mimi na rais Kagame tuliingia kwa madaraka kutokana na siasa za ubaguzi ambazo zilikuwa ndani ya nchi yetu. Hao watu ambao wanakuwa kesho wanaweza wakapindua, na hiyo ndio uh, message pia ambayo nasukumia watu wa wao wanajua, ninawakumbusha na hiyo ninaikumbusha pia rais wa Burundi, kama naye alisema kama alibaguliwa, ndio maana alikamata madala. Alafu mtu ambaye anabaguliwa hana la kupoteza bwana, anapigana anaweka nguvu zake zote mpaka anahakikisha kwamba anakuwa se